Wakati mwingine unaweza ukasema, ah, Mungu hajakutana na mimi, Mungu hajanijibu. Alafu Mungu yeye anaona huyu, hata nikimpa huyu mtu kwa wakati huu, hawataokoka. Hata watu wangapi hawataokoka, hata watu wawili, watu wa, kwa nini? Kwa sababu hakuna kitu kitakachowashawishi waokoke, hakuna matendo makuu ya Mungu atakaoyaona yamefanyika japo yeye yeye anaona kuna kitu ambacho Mungu amemfanyia, lakini utashangaa kama Mungu hajafanya hilo, kuna lingine amelifanya. hmm? Eh, ndio maana nasema hakuna aliyekuja kwangu akarudi kama alivyokuja. Unaweza usione kile ambacho wewe ulitaka afanye, kumbe yeye amefanya zaidi kumbe yeye ametengeneza mazingira zaidi, halafu akija kutenda, anatenda hicho ulichoomba, anatenda na kile ambacho haujaomba. Ndio pale ambapo hu unasikia mtu anasemaje yani, yani wewe, Mungu anakupendelea wewe, Mungu anafanyaje? na wengine ambao huwa hawajui, akishaona hivyo anasema, nilikuwa naomba sana sitendewe, sasa hivi naomba kidogo Mungu ananitendea. Anasema, ah, kumbe hata usipoomba sana unaweza kufanyaje? Kumbe yeye alilima akazidi, kuna mashamba bila kuvuna, mwishoni anachoka, na sababu anime kidogo anavuna yale na haya mengine, anasema, ah, kumbe hata nikilima kidogo naweza kuvuna mengi. Anabweteka, anarara, shetani anakuja anafanyaje